yote ni mambo ambao yapendwa na wanadamu bila shaka. Sasa kuna na Mwenyezi Mungu na mtume. Sasa Mwenyezi Mungu baada ya kuzitaja zote hizi ambao ni pendo kwetu, twapenda watoto, twapenda mashamba, twapenda ahali kadhalika. sasa hivi ikiwa ndivyo vyapendeza zaidi kwenu kuliko kumpenda Mungu na mtume fataran wa jihadin fi sabili, hivyo vitu vitatu ndio akasema vinane kwa vitatu akasema fatarabasu bil iktisar, ni kwa kuwa pendo lifalo kuchangulizwa zaidi kuliko chochote ni kupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya pendo la Mwenyezi Mungu ni kumpenda mtume zaidi hata kuliko kujipenda wewe mwenyewe. Sasa mukarana ya hivi vilivyotajwa vi viname kwa mujibu nilivyo mwelewa, na hivi vitatu ni kwa kuwa vyote hivi miliki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huwezi vile viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu akakumilikisha wewe kwako, kwa ikawa nina mapenzi zaidi kuliko kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lidhalika, kwa ufupi ni kwa kuwa pendo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndilo linalotangulizwa kuliko pendo la lolote, ni kumpenda Mwenyezi Mungu kwanza.